Karibu katika wsau ambapo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kuandika maandishi katika Adobe InDesign, ambapo hapa kuna hatua kadhaa za kufata. Katika hatua hizo, kwanza lazima utaanza kuchagua zana ya maandishi, hiyo tool type, ambapo utaenda pale vile kwenye T, hiyo ndio tool type yako, unaenda moja kwa moja pale Aya, ukishachukua hiyo type 2, moja kwa moja unaenda kuchagua vipimo vya ukurasa na utaka kutumia. Ukishatoka hapo, lazima uchole kisanduku kabla ya kuanza kuandika chochote kile. Unachola kisanduku kwanza. kama hivi tunavyoona hapo, unachole kisanduku chako uhum, kama hivyo Ukishamaliza, lazima hapo utaanza kuandika sasa maneno yako, kama ndo habari yenyewe hivyo unataka kuandika katika Adobe InDesign, unaanza kuandika baada ya kuwa umeshachora kisanduku chako, kama hivi tunavyoona unaandika shamaliza hapo kuandika maneno katika ndani ya hicho kisanduku chako hapo. Sasa ndio unaenda sasa, unaanza kubadilisha fonti, ukubwa au rangi, ambayo hapo unaweza ukatumia menyu ya juu au panel ya kulia kubadilisha aina ya fonti au ukubwa wa maandishi unaoyataka wewe. Kama hivyo, unaweza ka ukayafuza yakawa makubwa zaidi au yakawa kawaida hivyo. Sasa Ai. Baada ya hapo unaanza sasa kuhifadhi kazi yako hapo, ushameza kurekodi jinsi gani ulivyoandika, unaweza kuhifadhi. Au kama labda kuna kitu chochote umesahau katika huko kwenye kuandika, unakuja kufanya, unakumbushia una sasa hapo katika maneno uliyoandika weweza, kama umekosea au kuna kitu umesahau hapo, unaandika mwenyewe unaweza e, kuwa labda hata ni habari uliyoiandika, e, au kama unaona maneno yenyewe uliyoandika yamekuwa makubwa zaidi au yamekuwa kidogo, unaongeza au kama unataka kuboldi maneno na ya bold hivyo haya hapo, mm, kama tulivyosema, unaweza uka, uka- ufanya ukatumia fonti mbalimbali aidha mbali, kama kukuza maandishi au ukatumia rangi kama hivyo unavujua, kichwa cha uko unaandika labda